Sina shaka mtazamaji wa Alasiri Lounge, uh, masikio yako hivi sasa yanasikiliza uh, sera uh, kupitia vyama mbalimbali ambavyo uh, vinaomba ridhaa ya kuongoza nchi uh, lakini kupitia uh, sanduku uh, la kura, ikiwa kampeni hivi sasa zinaendelea nchi nzima, lakini umekaa kujiuliza uh, kura ni nini? Eh, lakini uh, kwa nini ukapige uh, ukapige kura na maswali mengine yote ambayo yanahusiana na uh, kushiriki kwako katika uh, kupiga kura siku ya Oktoba uh, 29 mwaka huu wa 2025. Katika hili la kutanabaisha umuhimu wa kupiga kura tumetembelewa hapa katika Alasiri Lounge na Wallace Mayunga. Yeye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Focus on Tanzania, ambapo uh, yeye ndiye atakayetupitisha huko kwa kina, kwa sababu wamepata uh, ithibati kutoka uh, tume huru uh, ya, ya, ya, ya taifa Uh, kabisa kabisa katika masuala haya uh, ya kura. Hivyo niseme karibu sana Bwana Wallace, sina shaka uh, tulikuwa na hamu kukubwe, na shauku kubwa ya kukutana nawe leo. Nakushukuru sana, asante sana. Pengine kwa kuanza tu uh, tumekutambulisha kifupi hapa kwamba unatokea uh, shirika la Focus on Tanzania, shirika la namna gani hili? um, shirika la Focus on Tanzania uh, organization for development initiatives kwa kifupi photoplus ni shirika lisiyokuwa la serikali ambalo majukumu yake ni kutoa elimu mbalimbali mbali. E, kuhusu mambo ya kijamii, kisiasa na, na kiuchumi. Okay. Kwa hiyo ni kwa sasa hivi sasa mmepata ithibati yani, mmeidhinishwa na tume kutoa elimu ya mpiga kura barabara bara. Mm -hmm. Sisi ni miongoni mwa asasi zilizokuwa za kiserikali zipatazo 172 ambazo zimepata ithibati ya kutoa elimu ya mpiga kura nchi nzima, okay. Mm. Katika kipindi hiki cha, cha uchaguzi sawa, mmepewa hilo jukumu na mnaendelea kulifanya kwa wananchi na tumesaliwa na siku chache kuelekea kwenye uchaguzi, no. Elimu ya mpiga kura ina maana gani? Hasa elimu ya mpiga kura ni elimu inayotolewa kwa wananchi kwa lengo la kuwawezesha kufahamu mchakato mzima wa uchaguzi toka mwanzo hadi mwisho, ili waweze kupiga kura kwa kutumia haki yao ya kikatiba, kwamba wao kama wananchi kupiga kura ni sehemu ya wajibu wao, ili waweze kuonyesha machaguo yao ya kisera kutoka kwenye vyama vinavyoshindania serikali. Sana nilianza kwa kuchagiza hapo awali, uh, kura ni nini? Kura ni, ni, ni, ni, ni kitu ambacho ana kitendo anachokifanya mtu mwenye sifa ya kupiga kura anachokifanya katika kufanya maamuzi ya kumchagua kiongozi anayemwi anayemwona anafaa katika kipindi ambacho kime, kimewekwa na, na nchi. Okay. Yeah. Na mpiga kura ni nani? Mpiga kura sasa ni mtu, ni yeye ambaye amekidhi vigezo vya kupiga kura kwa mujibu wa sheria za nchi ambao ni kuanzia miaka kumi na nane na kwenda wewe. Yeah. na mponda pale wote lakini so, yeah, wawe wamekidhi eh, vigezo vigezo ni pamoja na kujiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura. Hicho ni kigezo kikubwa sana mm. Kama hakujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura mm, atakuwa amekosa sifa ya kupiga kura okay. Yeah. Sasa tumekuwa tukisikia maneno haya mawili, elimu ya mpiga kura, elimu ya uraia. Hivyo vitu ni sawa ama vina utofauti gani? maana zake zikoje? Tunaposema elimu ya mpiga kura, elimu ya uraia, vitu hivi ni vitu viwili tofauti, lakini ni vitu viwili vinavyotegemeana pia, kwamba elimu ya mpiga kura ni ile elimu, kama ambavyo tumesema, inayomwezesha mtu aliyekidhi vigezo vya kupiga kura, inayomwezesha kuwa mpiga kura katika zoezi la uchaguzi mm -hmm. Wakati elimu ya uraia ni elimu ambayo inamfanya ina, ina raia sasa au mwananchi sio tu mpiga kura, mwananchi kujua haki zake na wajibu wake katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na, na kiutamaduni. Okay. Naam, vizuri sana kwa muktadha huo sasa, naam, tumeipata elimu, tumejua kura ni nini tumejua mpiga kura ni nani, lakini tumefahamu sasa tofauti ya elimu ya mpiga kura na, na, na, na elimu ya, ya uraia kwa ujumla. Exactly. Kwa yule ambaye amekosa vigezo kama tulivyovitaja hapo awali, e, ana ana umri wa kupiga kura lakini hakupata fursa ya kujiandikisha katika daftari la kudumu la, la, la, la wapiga kura, sina shaka atakuwa amekosa sifa ya yeye e, siku ya Oktoba 29 kupata haki yake ya msingi ya kwenda uh, uh, kuchagua kwa maana kwanza, kwa maana kwamba kwa kwa kupiga kura ni hasara zipi ambazo huyu ambaye atakuwa uh, amekidhi vigezo, vigezo lakini hakupata sifa, kwa maana hakwenda kujiandikisha. Hasara ambayo atakuwa ameipata, moja ni kukosa kutumia haki yake ya kidemokrasia ya, ki ya kumchagua kiongozi atakayemwongoza katika kipindi kilichotajwa kama ni miaka mitano kwa atakuwa amekosa hiyo haki, lakini pia kukosa hiyo haki sio kwamba hatashiriki katika shughuli za maendeleo, ni kwamba atakuwa amekosa tu kigezo cha kumchagua huyo kiongozi, kwa sababu ameshindwa kutimiza sharti. Kwa hiyo ni muhimu zaidi wananchi inapokuwa imefika kipindi cha kujiandikisha wajiandikishe, ili siku inapofika ya kupiga kura wakaweze kupiga kura kama haki yao ya msingi ya kushiriki katika kufanya maamuzi, kwa sababu kupiga kura ni kufanya maamuzi. Unafanya maamuzi juu ya nani mm, unataka awe kiongozi wako na hapo baada ya kumsikiliza katika mikutano na kuona kwamba anayoyazungumza hadi anazozitoa zitakupelekea wewe kupata maendeleo kama raia wanchi mm -hmm. okay. Sawa mponda um, ameangazia kwa wale ambao wana vigezo lakini wamekosa sifa. Ndio. Sasa kuelekea Oktoba 29, wapo wenye vigezo, wapo wenye sifa ambao wanatakiwa sasa asubuhi na mapema wafike kwenye sanduku la kupigia kura. Huyu ambaye ana vigezo na sifa anatakiwa afanye nini kabla, yaani wakati huu, wakati huu ambao bado hatujafika kwenye sanduku? mm na wakati wenyewe barabara um, elimu ya mpiga kura tunayoitoa ina swali moja tu au ina maswali ya msingi. Kwanza, mpiga kura mwenye vigezo atajiuliza nini? Kwa muktadha huu ni uchaguzi ndio. wapi? Tanzania lini? Oktoba 29. Oktoba 29. Nitegemee nini nikifika kwenye kituo cha kupiga kura? Ile kwamba anafika, anatoa kadi yake ana, anakaa kwenye mstari, anatoa kadi yake, msimamizi wa uchaguzi msaidizi katika eneo lile atachukua kadi yake, atamruhusu, atachukua ballot papers na nini, ataingia kwenye kwenye booth. Yeah. Atapiga kura, hicho ndicho anachokitegemea. Lakini kingine anachokitegemea baada ya hapo ni matokeo ya hee, hilo alilolifanya la kupiga kura. Okay. Yeah. Lakini mchakato mzima unakuwa umeanza kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Mm. Vema sana. Sasa, yeah, kwa wakati huu tuliokuwa nao jambo gani la, la, la muhimu huyu ambaye ame, amekidhi vigezo na anasubiria tu Oktoba 29 akapiga kura, anachotakiwa kufanya kipindi hiki ambacho vyama mbalimbali mbali, vinatembea nchi nzima kunadi sera zao barabara mm. anachotakiwa kufanya sasa mm. baada ya kufunguliwa kipindi cha, cha kampeni ni kuwasikiliza wagombea katika nafasi mbalimbali, kuwasikiliza wagombea ili akasikilize sera zao, sera ambazo tunasema katika siasa tunasema zimetokana na falsafa ya chama na itikadi ya chama, sasa zinaingizwa kwenye sera kupitia ilani ya uchaguzi. Ilani ya uchaguzi ni ombi, ni tangazo la uchaguzi ambalo linaelezea kile ambacho hakiwezekani. Ilani za uchaguzi lazima zieleze kile kisichowezekana, ndio ili maombi yenu mnaoomba mkayaweze. Kwa hiyo ni wajibu wa mwananchi kuhudhuria katika mikutano hii ili siku anakwenda kupiga kura, mwananchi ambaye anazo sifa, ili siku anapokwenda kupiga kura, aende na uamuzi wa chama na mgombea ambaye wanataka kumchagua. Kwa hiyo ni swala la msingi sana. Leo tumebakiwa na takriban siku kumi na mbili na vyama viko nchi nzima, tunasikiliza kwenye redio huku, kwenye tv tunaona, mwaka huu mambo ni moto kwelikweli, kwa sababu hajawahi kutokea Tanzania kukawa na wagombea wa nafasi ya urais kumi, na tulikuwa tunaona wanaishia watatu, sita eh. Na wengine walikuwa naweka majina tu, mara hii wagombea wote wako mtaani eh? na wanapiga wana, wana kwelikweli eh? Yani, hapo ndio unaanza kuona uhai wa demokrasia katika nchi yetu, kwamba atakayechaguliwa atakuwa amepita kwa, amba kwa sifa ambazo wananchi wamezipima kikweli kweli, kwa sababu wamewasikiliza okay. wagombea wote okay. Sasa mba, tangu mmeanza hii kazi mlivyoidhinishwa na tume kwanza, sasa mwanze kutoa elimu, tathmini ikoje? Uh, kwa kweli ni, ni siwe mnafiki kwamba labda kumetokea na jambo kubwa sana, e, lakini tathmini yetu inaonyesha kwamba mwaka huu nchi inakwenda vizuri, imejipanga vizuri kiuchaguzi kwamba zile fursa ambazo zinatakiwa zitolewe kwa wagombea wote, mi naona kwa kweli kuna utofauti mkubwa sana okay. kwamba elimu kwa wapiga kura kwa sababu kuna wadau wanaotoa elimu ya mpiga kura. Ndiyo. Moja ni tume yenyewe tume huru ya uchaguzi INEC, mm -hmm. mm. lakini pia na wadau wengine kama vile sisi mm -hmm. taasisi zisizokuwa za kiserikali na ndio maana imetupa hiyo ithibati tuko mia moja sabini na mbili lakini pia kuna wengine nadhani mia sabini na wawili wamepewa nafasi ya, ku, ya kutazama kuona, je, huu mchezo na unachezwa namna gani, au washindani wanacheza namna gani, uchaguzi huu ni huru na haki lakini mpaka sasa hivi sisi upande wetu kama e, taasisi izokwaza serikali tunasema, elimu ya mpiga kura e, inakwenda sana, kwa sababu okay. tunaangalia pia hata kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye mitandao na mikutano hmm. kule mwitiko wa watu na unaangalia, wakati mwetu tunapita huku, unaangalia hata waliokuja kwenye hiyo nanii, ukiangalia kwenye nyuso zao, unaona kuna kitu fulani wanataka ku, kuondoka nacho hapa. Eh, wale wanaohudhuria kwenye kampeni, wanaohudhuria kwenye zile kampeni, mnaona kabisa hapa kuna kitu nafikiri mm. nafikiri kuna hamasa kubwa. Hilo e, tumekuwa tukiliongea kwamba hamasa ya uchaguzi wa mwaka huu dio, ni kubwa sana, lakini kutokana pia nadhani na fursa ambazo zimetolewa mm. kwa washindani ndio. So, ni, ni, mm. ni tamani kidogo kwanza kufahamu no. uh, mnatoa kwa njia zipi? mnafika haba tu kwenye mikutano ya kampeni pia kutoa elimu ama mnatumia mitandao ya kijamii njia zile mnazozitumia kuwafikia wananchi wapiga kura hawa? Kwanza mimi niwashukuru sana ninyi watu wa, wa, wa vyombo vya habari, mnatusaidia sana kuwafikia wananchi. Kama leo nazungumza hapa, najua nikitoka hapa nikiwasha simu tu mm, ntapigiwa, tumekuona tumekuona, mm. eh? <laughs> sawa sawa. juzi juzi <coughs> nilikuwa kwenye televisheni moja <coughs> e, basi vitu vimekuja huko, mimi hata sikujua kama kipindi kile kimerushwa. <coughs> basi, basi ya leo <coughs> baada ya kutoka hapa itakuwa zaidi ya juzi e, sasa <coughs> na tuko nazungumza haya haya mambo, tuko nazungumza kuhusu ilani ya uchaguzi, ilani ya sifa za ilani ya uchaguzi <coughs> watu wakasema tumeona bwana, mnakwenda vizuri na nini, lakini okay. pia tunatumia redio radio kama hivi juzi, juzi nilikuwa kwenye redio moja napo nilizungumza haya mm-hmm. na kuhamasisha wananchi wajitokeze uh, lakini pia uh, natumia mabango eh, ma, kubandika mabango sehemu mbalimbali tukihimiza watu wajitokeze wakapige kura, lakini pia um, hata mitandao ya kijamii na tunachukua tuna ka, ka sehemu fulani hivi unakarekodi okay. unakarusha kwenye mtandao ndio kanahimiza watu wajitokeze waende kupiga kura tatizo moja kubwa ambalo tunalo sisi vyama visivyokuwa vya, si vya, vya serikali ni namna ya kuwa na uchumi. Kwa hiyo tunapotumia vipindi kama hivi leo, mimi leo naongea na Tanzania nzima mimi mm -hmm. Nimepewa sibati mikoa kumi, okay. Lakini sijawahi kuzungumza katika hiyo mikoa kumi <laughs> eh, lakini leo, na, eh, mikoa kumi. Leo zungumza mikoa mi, mi thelathini, yeah, okay, mi ya, ya Tanzania vizuri sana kwa hiyo nawashukuruni sana sawa sawa. Turudi pale kwenye swali la ndugu yangu oleria la lilotangulia kabla hili la pili la tathmini. Ndiyo. na ulisisitiza uli katika fursa hapa ambazo wamezipata wagombea eh, wa, wa vyama ah, mbalimbali tathmini yenu. E, ipoje? likuwa taka kuzungumza kwa kina hapa, na pengine fursa hizo e, zimekwenda sawa katika mchakato wa uchaguzi mm. Tuna watu wawili tunawaangalia, ndio tunawaangalia, wasimamizi wa uchaguzi na washindani katika uchaguzi ndio. Kwa hiyo fursa zinazotolewa na msimamizi wa uchaguzi zinafata sheria ya nchi na kanuni zilizowekwa sawa sawa, na namna anavyoisimamia zoezi hilo mm. Lakini kimsingi mimi wanawambia hivi usidhani kwamba sheria ya uchaguzi mm. katika uchaguzi ndio inayofanya kazi peke yake, ziko sheria zingine eh? Ndio mm. maana utaona polisi wako pale, polisi hawafanyi kazi tume ya uchaguzi wako kwenye eneo lao na wenyewe mm. la kuhakikisha usalama wa kila mtu okay. usalama wa raia na, ma, na mali zao malizao, kwa hiyo kuna wakati mwingine wanaweza wakasema, ah, hili lisifanyike kwa sababu ya usalama wa watu na mali zao. Mimi wanazungumza wakati mwingine nasema usalama wa watu human security ambayo iko maeneo mengi, iko kwenye siasa, iko kwenye uchumi, iko kwenye mambo mtu binafsi, iko kwenye mambo ya hata amani na utulivu, katika tunasema war security kwamba nchi ina usalama kenani. Kwa hiyo vyombo viko, kwa hiyo na vyombo hivi vimeundwa na, na, na sheria mbalimbali mbali. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa kweli mpaka hapa tulipofika hmm. Fursa fursa fursa ni, ni ziko vizuri okay. Na kwamba na mimi naweza kukiri kusema vyama jana, yani nilimwona mgombea mmoja wa chama kimoja alikuwa anamlalamikia uh, anamlalamikia mkuu wa polisi eh, IGP nafikiri, kulikuwa na kitu fulani walipishana. Wali akasema, mimi na mgombea fulani akamtaja, tuna haki sawa, tumepewa nafasi sawa na tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo unapo unapo wewe polisi unaponifanyia mimi figisu figisu namna hii haipendezi. Kwa sababu kesho nikashukuru Mwenyezi Mungu anaweza kashusha tu baraka, nikawa ni mimi sasa sisi tutatazamana namna gani? Wewe ni IGP mimi ni mkuu wa nchi tutatazamana namna gani? Lakini nadhani ilikuwa ni mambo madogo madogo walipishana tu mahala. Lakini kwa kweli kampeni zinakwenda vizuri sana. Mm. Na vyama kwa kweli juzi kwenye mdahalo ule wa ilani za uchaguzi pale chuo kikuu. Mm. Walikuwa wagombea wengine wagombea pale. Na walisimama wakasema, kwa kweli tunashukuru tuna fursa ya kutosha kuwafikia wananchi okay. Na, na, na serikali imeweka ime na nyenzo na nini hmm. Na ulinzi, yani ule uhakika kutokuwa na hofu tu mahala fulani okay. Tayari inatosha katika ku, kutembeza hmm. sera zako. Kuna, kuna, kuna hili kundi la watu wenye ulemavu uh, hili nalo mnalifikia kwa kiasi gani uh, kama nilivyokwisha sema kwamba watoa wa elimu ya mpiga kura tuko wengi e, tuko wengi e, ikiwemo tume yenyewe tume huru ya uchaguzi. Sasa na kuwafikia watu kama hawa ni gharama sana, kwa sababu lazima uwe na mkarimani unapoenda ku, ku, kuongea nao, lakini pia kuna wala ambao hawaoni e? E, nao lazima uwafikie, lazima wapate hiyo wa elimu Kwahiyo lazima utoe elimu ile tunaita elimu e, maandishi ambayo yanaitwa nukta nundu mm. Nukta nundu ni gharama sana kuzitengeneza, lakini tume e, napongeza sana serikali kwamba uchaguzi uliopita watu wapiga kura ambao wanatumia nukta nundu karatasi zao zilikuwepo. Lakini pia ninyi vyombo vya habari mnasaidia sana, huwa naona wakati taarifa habari inasomwa kuna mtu pembeni mm. Yule mkarimani, wale wakarimani ni marafiki zangu sana mi, nimefanya nao kazi lugha za harama, nimefanya nao kazi sana kwenye taasisi, taasisi hizi, na wakati mwingine mi nakuwa fasiliteta na wafasiliteti mambo yao ya kiutawala na kitume wa hawa watakuwa wamefikiwa, kitume hawa watakuwa wamefikiwa, kwa sababu kupiga kura watapiga yani kuna namna, kila namna serikali imeweka kila namna ya kuhakikisha kwamba watu wenye, wenye changamoto mbalimbali mbali, mm. wana, wanaweza kupiga kura. Na, ku, nani, karatasi zao zipo maalum kwa wale ambao hawaoni. Naam. Okay, vema sana, tukiwa tunakwenda kutamatisha mazungumzo yetu, awali umetuambia hapa kwamba siku zilizobakia ni, ni, ni, ni chache sana, nini sasa uh, wito wako Uh, kwa jamii ndani ya siku hizi chache zilizobakia, lakini hasa kuelekea uh, uchaguzi mkuu, wito wangu kwa umma na wananchi ambao wamejiandikisha, na, wa na wana, wana, wana, wana, watakwenda kupiga kura No. E, kwamba wasipotoshwe labda na baadhi ya watu kwamba zoezi hili e, lisifanyike kwamba wajitokeze kwa wingi bado siku kumi na mbili, waendelee kuhudhuria mikutano, wahudhurie mikutano hii wakasikilize sera za vyama, ili wawe na taarifa sahihi juu ya upigaji kura, kwamba wanapoingia kwenye sanduku la kupigia kura e, tarehe ishirini na tisa Oktoba wawe wanajua wanakwenda kumchagua nani au chama gani, wawe na taarifa sahihi, lakini baada ya kuwasikiliza wagombea hawa badara ya kwenda kwenye sanduku la kupiga kura hawana taarifa yoyote kuhusu sela za vyama. Sela ndio zinazotembea sasa hivi mm. Tunasema hacha sela zitembee. Haya, tunashukuru sana Bwana Walens Mayunga kwa kuwa nasi katika Lasililonji ya leo kwa elimu hii ya mpiga kura ambayo umeitoa tuna hakika mtazamaji ambaye anatutazama ameelimika vya kutosha na anajiandaa kwenda kwenye sanduku la kupigia kura hiyo Oktoba 29. Endelea kusikiliza sera za wagombea, ili ujue ni nani ambayo utakwenda kumchagua akuongoze kwa miaka mingine ijayo.